badu ba amalihi sallallahu alayhi wasalama yauma lidi, baadhi ya matendo, baadhi vile anavyofanya mtume alayhi salatu wasalam siku ya lidi, bimaana ahkam za laidi, mwelekezo kusikana na masala ya lidi. Hadithi ya Jabir ibn Abdullah Abdullah alamrihi akisema

sio ndio njia atakayopita wakati wa kurejea, hadithi imepokea Bukhari. Kwa hiyo hii ni katika sunna, katika mafunzo ya mtume alayhi salatu wassalam kubadilisha njia wakati watu wanapotoka kusali sala ya Idi. Nadam ewe muislamu, idha dhahabta li salati al eid, utakapotoka kwenda kusali sala ya eid. Fa khalif al tariqa idhhab ila al eid min tariqin, basi badili njia wakati utakapokwenda, pita njia fulani. Wa udi la baitika wa nahwihi min tariqin akhar, na no wakati wa kurejea nyumbani rejea kwa kubadili njia, pita njia nyingine au popote pale. Labda mathalan umetoka kusali sala ya Idi, unakwenda sokoni moja kwa moja, badili njia, taasian birasulillahi sallallahu alaihi wasalama, kwa kumwiga Mtume alaihi salatu wassalam. Hii ni katika suna kwa kayeyokomimwiga mtume alayhi salatu wassalam. Jambo lingine elewa ya kwamba assunnatu an yakhruja ilalidi mashian intayassara, sunna ni mtu kwenda kusali sala ya idi kwa kutembea, unapata ujira kwenye kila hatua. Intayassara, kama patakuwa wepesi kunako hilo jambo la kwenda kwa kutembea kutokana na hadithi ya Ali anasema: Mina sunnati an takhruja ila al-Eid mashia, katika sunna ni wewe kutoka kwenda kusali sala ya Eid kwa hali ya kutembea, wa anta akula shay'an qabla an takhruja, na utumie kitu chochote kabla ya kutoka, bi maana kwenye salatu Eid, kabla kwenda kusali sala ya Eid. Hii Eid al-fitr, watu waende wamitumia kitu chochote, wasiendi sehemu ya kusalia bila kula kitu chochote. Sunna ni kwenda wametumia kitu chochote, kama kitu tutakavyo yaona huko mbele. Kwa hiyo katika sunna ni mtu kwenda kwa kutembea. Hadithi amepokea Imam Tirmidhi idha kana yaumu al-fitri fa akthir min at-takbiri lailatul eid warfa sawtaka bihi, ikiwa kwambani katika eid ndogo, basi kifirisha kumtukuza Allah kuanzia ule usiku wa eid, na winue sauti yako wakati wa kumtukuza Allah. Na hii ni kupitia dalili nasema, walitukabbiru llaha walitukabbiru llaha ala ma hadakum na mumtukuze Allah subhanahu wataala kwa yale ambayo aliyokuongozeni kuongozeni kwayo <coughs> wakabir idha idi hata tantahi salat au khutba, umtukuze Allah utakapokwenda katika sala ya idi, endelea ukimtukuza mpaka pale itakapomalizika sala ya idi, au mpaka pale itakapomalizika khutba ya idi. Kul tamarati witran kabla qabla an takhruja ila salati eid alfitr, tumia tende kabla ya kwenda kusali sala la Eid. Tende kula kwa idadi sio gawika na mbili, kula tende kula tende moja, tende tatu tende tano tende saba hivyo, yani kutokana na hadithi ya Anas ibn Malik anasema kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yaghdu yawmal fitri hatta ya'kula tamarati, kwamba mtume alaihi salatu wasalam amekuwa haamki kwenda kwenye sala ya Eid au siku ya Eid ndogo kutoka nyumbani kwake hadi kwenda mpaka akule tende. Wa yaakuluhunna witra, na hizo tende alikuwa anazikula kwa idadi siyo gawika na mbili. Rawahu al-Bukhari.

Qabla khurujika ila salati liidi, toa zakatul fitri, qabla hujenda kusali sala Eid. Yahsul ighnau alfuqara biha 'an talabi yawm al-Eid, ili kuwatosheleza mafaqiri wasizungurukizunguruki siku ya Eid, kukawa anaenda kuombaomba. Tajammal lilkhuruj lil-Eid biahsan libasika, jipendezeshe kwa ajili ya kwenda kwenye Eid

amepata vazi, uh, alipata vazi sokoni. Omar akawa miona nguo sokoni, nguo ya pambo nzuri, mitengenezwa vizuri faata biha rasul lah akawaimtiamtumi mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala rasulullah ibtai hadhihi fatajammal biha lilcidi walwafdi, nunua nguo utakuwa ukijipamba kwayo kwa ajili ya cidi na kwa ajili ya wageni, rawahu. Hadithi pia ya Abi Ramtha akisema raitu nabiyya sallallahu alayhi wasallam wa alayhi burdani akhdarani, nimemwona mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa na nguo mbili za kijani. Rawahu Nasai. Hiyo yote ni kuonyesha watu wavai, wapendeze kwa ajili ya kwenda kusali sala ya Idi au kwa ajili ya sikukuu ya Idi. Yajuzu yajuzu laib aljawari inajuzu mabinti wadogo wadogo siku ya idi kucheza kuimba imba nyimbo ambazo ni za kisheria zenye zinafaa, hapana nyimbo za haramu. Tukisema nyimbo maana yake tunakusudia mashairi, hapana nyimbo kwa maana ya miziki, la tunakusudia mashairi. Na hiyo ni kutokana na hadithi ya Aisha, radhiyallahu anha, akisema ameingia Abu Bakri waindi jariyatani min jawari lansar, na nimekuwa niko na vijakazi wawili wanawake katika vijakazi wa Kiansar vijakazi wawili wa Kiansari, tughanniyani bima taqawalat alansar yauma buatha, huku wamekuwa wako wanaimba. Bimaana walikuwa wakiimba yauma buath ni siku ambapo palikuwa vita walisata bimughaniyataini na nao wajakazi wawili si waimbaji, haikuwa si leo ni waimbaji. Faqala abubakrin Abubakri akasema amazamiru shaitani fi baiti Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, bimaana mnaleta nyimbo sauti za sheitani ndani ya nyumba ya Mtume wadhalika fi yaumi Eid, na hiyo ilikuwa ni siku ya Eid. Mtume alayhi salatu wasallam akasema ya Aba Bakrin inna likulli qaumin Eidah, hakika kila watu wana sikukuu yao, wa hadha Eiduna, na hii ndiyo sikukuu yetu. Rawahu al-Bukhari. Kwa anakuja mtu leo, Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Baadhi ya watu wanafikwa na jiachilia na kuchukua miziki kucheza miziki kwenda kwenye miziki kuimba miziki kusikiliza miziki, wanastadili na hii hadithi eti miruhusu mziki. La, sio miziki ile ambayo naifahamu ya ki haram. Bali ni mashairi ni maneno ambayo walikuwa wakiimba, wayajuzu dharbu bidufi liljawari sagirati ayama lidi li, inajuzu siku ya lidi mabinti wadogo wadogo ambao bado labda wajabalege wakachukua madufu wakapiga kwa ajili ya furaha, jaiz kwa hadithi ya Aisha kwamba Ababakri dakhala alaiha, Abubakri ameingia kwa Abu Aisha na Aisha alikuwa na mabinti wawili e fi ayami mina, siku za mina tudaffiqani wa watadribani, yani ilikuwa ni siku ya mina, huku walikuwa wako tudaffiqani tudaffifani mutaghashin bi thawbihi na dufu. Madufu. Na mtume alayhi salatu wasallam amejifunika nguo yake fantaharahuma, abu bakri, Abu Bakri akawaliwakemea, fakashafa nabii sallallahu alayhi wasallam an wajhihi, mtume akafunua uso wake, faqala, akasema da'uhuma ya abu bakri

Nimemwona Mtume alikuwa akiniziwilia, alikuwa akiniziwilia alikuwa akiniziwia niko natazama mahabashi mahabashi wako wanacheza msikitini, Mtume ananiziwia. Mtume alikuwa mbele yangu, fazajara humu Umar, Umar akawa amewakemea Mtume alaihi salatu wasalam akasema dauhuma amnan bani arfida, yani minal amni, waache waache na amani, waache waache wacheze, wache katika furaha. Kwa hiyo siku ya laidi sio siku ya kukaa unakunja uso, sio siku ya kukaa unanungunika, ni siku ya furaha, michezo tofauti. Baadhi ya sehemu wanawekaga michezo barabarani, miskitini, wanaweka wenye kucheza kwa kufurahi. jaiz ihdhar min alisrafi yawm al-eid fi lmataim walmalabis wa <mimicata> ghayriha <mimicata> Chukua tahadhari usifanyi israfu siku ya laidi kunako vyakula, mavazi na vinginevyo, kamba na israfu. wahadhar min almuharramati pia, kamba na vitu vya haramu. kastimai alaghani almuharrama, kama kusikiliza nyimbo, miziki ambayo imeharamishwa, mi miziki ya haramu. wallaabi biidaaati alwaqti fi albatil, na michezo ambayo itakuwa ni ya kupoteza muda Mtu anacheza karata siku ya laidi. Pia chukua tahadhari, usipelekwe na furaha hadi ukajikuta umechelewesha sala ya jamaa, ukajikuta sala ya jamaa jama imekupita msikitini kwa wewe mwanaume. watanabahi al'umuri ka fi yaumi al'id wa ghayrihi pia tanabahi kunako mambo yako yote, jipange mambo yako yawe sawa, iwe siku ya laidi au hata iwe ni siku baki kinyume na siku ya idi. ilam anna inda almuslimina idain faqat, elewa ya kwamba Waislam tuko na siku kuu mbili, tuko na siku kuu mbili tu za laidi, idi kubwa na idi ndogo. fala ya juzu ihdathu a'yad ukhra, haijuzu kuzua siku kuu zingine, siku kuu zingine watu wanazoma Ma birthday wanazua sikukuu tofauti ambazo hazifai, wa min almuhdathat, na miongoni mwa sikukuu ambazo zilizobuniwa zilizozushwa ambazo hazifai, aidul milad, birthday, aidul ummi, sikukuu ya wakina mama, na zinginezo, wa ghairiha, na sikukuu zingine. Fattaqillaha wabta'id an alibtida', muogope Allah na ukae mbali na mambo ya uzushi, kutokana na hadithi ya Aisha akisema kwamba Mtume alayhi salatu wasalam anasema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, rawahu al-bukhari wa Muslim. Yoyote atakayeleta jambo jipya ambalo halimo ndani ya sheria yetu hii ya Uislamu litamrejelea mwenyewe. Kwa hiyo tuikae mbali na mambo ambayo hayafai. La ba'sa bi tahniati bil eid, hakuna ubaya kupongezana kunako siku ya eid. Unamwona mwenzako unamwambia taqabbalallahu minna wa minka allah anikubalie mimi nawe, pia akukubalie matendo yako au matendo yetu, Allah awe ni mwenye kuyakubali hadha billahi tawfiq. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.